Rais wa Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, amemvua wadhifa Waziri wa Kilimo Mac-Albert Hengari kufuatia tuhuma nzito za kumbaka msichana wa miaka 16, tukio linalodaiwa kutokea miaka mitano iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya ndani vikimnukuu msemaji wa polisi, Hengari alikamatwa Jumamosi baada ya madai ya kujaribu kumhonga mwathiriwa ambaye sasa ana umri wa miaka 21 ili aondoe kesi hiyo. Hengari, ambaye amekanusha kuhusika na uhalifu wowote, anatarajiwa kufikishwa mahakamani ndani ya saa chache zijazo. Tukio hili limekuja kama mtihani mkubwa wa kwanza kwa utawala wa Rais Nandi, rais wa kwanza mwanamke wa taifa hilo ambay chukua madaraka mwezi uliopita. Ingawa taarifa rasmi kutoka Ikulu haikutoa maelezo ya kina kuhusu sababu za kumfuta kazi, ilithibitisha kuwa Hengari pia amevuliwa nafasi yake katika Bunge la Kitaifa. Hengari alikuwa mjumbe wa bunge kwa tiketi ya chama tawala SWAPO Kufuatia uteuzi wa rais, ripoti za ndani zinaeleza kwa Hengari anakabiliwa na uchunguzi wa tuhuma mbalimbali, zikiwemo ubakaji, utekaji nyara na kushinikiza utoaji mimba. Chama kikuu cha upinzani nchini humo kimeelezea kukamatwa kwa Hengari kuwa ni ishara ya kushindwa kwa uongozi na ushahidi wa uongo wa kauli za serikali kuhusu mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Taarifa ya chama hicho imeongeza kuwa tukio hili limeibuka katika kipindi ambacho taifa linakabiliwa na wimbi kubwa la ukatili wa kijinsia ambapo visa 4814 viliripotiwa mwaka uliopita katika nchi yenye idadi ya watu milioni tatu aidha chama hicho kimekosoa vikali mchakato wa uteuzi wa viongozi serikalini kikidai kuwa rais alimteua Hengari licha ya kwamba uchunguzi wa jinai dhidi yake ulidaiwa kuanza mwezi novemba mwaka 2024 rais huyo mwenye umri wa miaka ambaye alipata ushindi wa asilimia 58 katika uchaguzi wa mwezi Novemba ni mwanachama wa muda mrefu wa chama cha Swapo kilichoiongoza Namibia tangu ulipopata uhuru kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Afrika Kusini mwaka 1990. Dataflow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.